Na matatizo ya ardhi yanatengenezwa na watumishi we si wetu na wananchi wote kwa pamoja, si tumeamua, na pale wizara, matatizo ambayo yametengenezwa tutayatatua, lakini kuanzia sasa hatutaki mtumishi yeyote awe sehemu ya tatizo. Tukigundua tu mtumishi umekuwa sehemu ya tatizo fulani, changamoto fulani, ujue wewe sio mfanyakazi wetuiyo hiyo nifika pale na sura ya upole yangu ya upole ya lakini nikawambia na maamuzi makali. Kule tulikotoka ni mtendaji, nimtendaji mkuu, tulishafukuza kazi watumishi. Hatupendi kufukuza kazi, kwa sababu tunajua kila mtumishi anajitegemea anategemewa na familia yake anategemewa na jamii yake, kuna ndugu wengi wanamtegemea mfanyakazi. Yote unayemwona unajua, ana watu zaidi ya kumi wanamtegemea, na, na kumfukuza kazi hatutaki, itakuwa ni kitu cha mwisho, lakini kuna mahali inatokea, inabidi sheria ifuate kondowai.